Mtazamaji wa CHIVIHI Media hapa ni katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini iliyopo kata ya Mitengo halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo leo Februari 3, 2026, uongozi wa Chama Cha Mapinduzi kata ya Mitengo kiambatana na baadhi ya wananchi wamefika hapa na kufanya usafi pamoja na kuwajulia hali wagonjwa na kuwapatia chochote kitu walichojaaliwa, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 49 tangu kuanzishwa kwa Chama Cha Mapinduzi. Mara baada ya kukamilika kwa zoezi hili, viongozi hapa pamoja na wanachama nafasi ya kuzungumza dhamira ya wao kufanya jambo hili katika hospitali hii. Kwa majina naitwa Ibrahimu Muhamedi Mnyetuka, Mheshimiwa diwani wa kata ya Mitengo. Na kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa afya njema mpaka kuiona leo, tunaadhimisha miaka arobaini na tisa ya Chama Cha Mapinduzi. Sisi kama Chama Cha Mapinduzi tumefanya uh, usafi katika kuadhimisha miaka arobaini na tisa ya kuzaliwa kwa Chama Cha Mapinduzi tumefanya usafi katika hospitali yetu ya rufaa kanda ya kusini ambayo ipo kwenye hii kata ya Mitengo. Uh, hii ni jambo ambalo uh, maagizo ya viongozi wetu kuadhimisha hii siku, lakini pia ni vikao vya kamati ya siasa ya kata vikiongozwa na katibu kata wa CCM uh, tukaamua kuja uh, kufanya usafi kwa pamoja, maazimia ya kikao, na leo hii tumekuja hapa tukafanya usafi asubuhi lakini baada ya hapo tukaweza kuwatembelea wagonjwa na kuwafariji uh, tumewatembelea wagonjwa tumeona wagonjwa tumewasalimia, tumewahoji. Baadhi ya wagonjwa kwa kweli wameipongeza sana hii hospitali na wanaishukuru sana hospitali kwa huduma mzuri, lakini pia wanamshukuru sana mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi Taifa ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa mzuri wa hii hospitali, wagonjwa wanafarijika, huduma ni mzuri, matibabu ni mazuri. Kwa hiyo wanamshukuru sana Mheshimiwa rais ambaye ni mwenyekiti wetu wa CCM Taifa. Na sisi kama ndio uh, viongozi wa chama cha mapinduzi kata ya Mitengo tunasema tunamshukuru Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM Taifa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwekeza hii hospitali ya rufaa kanda ya kusini na matibabu yake ni mazuri. Leo tumeona hapa wagonjwa wametoka maeneo ya aina mbalimbali, wametoka Ruvuma, wametoka Songea na wamekuja hapa lakini hata pia tumeona wagonjwa ambao wanatoka Mtwara na wameshukuru, kwa sababu zamani walikuwa wanaenda Muhimbili kupata hizi huduma za kibingwa, lakini sasa hivi wanakuja hapa. Mwananchi ambaye anatoka Mtwara anapanda pikipiki, anapanda bajaji mwingine anatembea kwa miguu kabisa, nakuja hapo hospitalini kwa sababu ni hospitali ambayo ipo karibu na wao. Kwa hiyo tunamshukuru sana mwenyekiti wetu wa CCM taifa na tunamwombea kila la heri, lakini pia tunaombea wana CCM wote Tanzania mzima kwa kuadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Jina naitwa Gideon Gideon Milanzi, katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mitengo. Leo tarehe 3 mwezi wa pili tulikuwa na hafla kidogo katika hospitali ya Kanda ya kufanya usafi kwa mazingira na kutembelea wagonjwa mbalimbali katika wodi mbalimbali katika kuadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Tumefanikisha yote, tumetembelea wagonjwa. Wagonjwa wanaridhishwa na huduma zinazofanyika, wanaridhishwa na uwekezaji wa serikali, serikali inayoongozwa na Mama Samia. Tunashukuru, serikali iendelee kutuona ziko changamoto kadhaa ambazo zimeainishwa na wagonjwa wetu hasa za kimiundombinu mbinu wanahitaji baadhi ya vitu viboreshwe. Tumevichukua kama chama, tutaviwasilisha kwa ngazi husika ili tuweze kuwahudumia na hospitali yetu iweze kufanyika kufutoa huduma kwa ufasaha. Majina anaitwa Mwanaidi ya Ali, ni katibu mwenezi tawi na Ida. Leo tumetembelea rufaa hospitali ya kanda kuja kuwatembelea wagonjwa na kutoa zawadi zetu kama Chama cha Mapinduzi, kutimiza miaka 49 ya CCM. Tunashukuru sana tumepokelewa vizuri na viongozi wa kanda. Tunashukuru. Na sasa hivi sisi tumeshoitimisha hapa sasa hivi. Mimi naitwa na Amimu Hassan Mohamed maarufu Chogo, ni mwenyekiti wa vijana kata ya Mitengo. Leo tumefanya ziara ya kuja kutembelea katika hospitali ya kanda ya Rufaa, kuja kuangalia wagonjwa na kufanya usafi katika hospitali yetu ya, ya kanda wagonjwa, vizuri, na tumeona wagonjwa wanaendelea vizuri na huduma zao ziko vizuri. Kwa hiyo tunashukuru, tunampa salamu Mama Samia, atuongezee bidii kwa hichi tulicho kikuta hapo hospitali ya rufaa, aendelee tena iwe bora zaidi ya hii tena, ila sisi kama sisi vijana kama vijana wa kata hii ya Mitengo tunashukuru sana. Katika hatua nyingine, mwenyeji aliwapokea wanachama hawa ametoa pongezi kwa hicho alichokifanya, huku akieleza baadhi ya huduma zinazotolewa hapa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini. Naitwa Stanley Kosani ni kaimu meneja wa kurugenzi ya huduma za uuguzi na utawala wa hapa hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini. Nawapongeza uh, viongozi wa Chama Cha Mapinduzi kata ya Mitengo kiwemo diwani, katibu na viongozi wengine kwa kuja kutembelea Leo ni maadhimisho ya miaka 49 ya ya kuzaliwa Chama cha Mapinduzi. Tunawashukuru sana, wametusaidia kufanya usafi maeneo mengi, lakini pia wameona wagonjwa, wametoa zawadi kwao, wameonyesha upendo mkubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Hongereni sana kwa hiki mlichokifanya. Lakini ninyi mkawe mabalozi na wakala wazuri wa hostali yetu. Huduma zetu ni nzuri za haraka, tunazo huduma za kibingwa ikiwemo hizi za kuchuja figo, za magonjwa ya ndani, za mifupa, za kina mama na uzazi za mifumo ya radiolojia maabara ya kisasa yenye vipimo vyote. Karibuni sana. Kwa hiyo wale wa Tanzania ambao walikuwa wanapata changamoto kwenda kupata huduma Muhimbili, sasa hiyo kwisha. Tunashukuruni sana serikali kwa kufanya hivi, asanteni sana. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha na kuwekeza kwenye miundo mbinu hizi vifaa tiba Karibuni sana ja. CCM ilianzishwa rasmi mwaka 1977 chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye ni baba wa taifa na muasisi wa taifa hili katika harakati za kupambania uhuru. Kutoka hapa hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini Mitengo, manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, jina ni Heri Abdallah na hii ni Chivihi Media.